Takriban Wapalestina ishirini waliuawa katika shambulio la anga la Israeli katika mkahawa maarufu huko baharini unaotumiwa mara kwa mara na wanaharakati, waandishi wa habari na wakazi wa eneo hilo magharibi mwa Gaza siku ya Jumatatu, kulingana na matabibu na watu walioshuhudia tukio hilo. Vikosi vya uokoaji viliokuwa mili ishirini na makumi ya majeruhi kutoka kwa mgahawa wa Al-Baka katika eneo la nje lililokuwa na mahema kando ya ufuo. Msemaji wa ulinzi wa raia wa Gaza inayoendeshwa na Hamasi aliliambia shirika la utangazaji la Uingereza BBC. Aliongeza kuwa wafanyakazi wa dharura bado walikuwa wakitafuta shimo refu lililoachwa wazi kutokana na mlipuko huo. Nilikuwa nikielekea kwenye mkahawa huo kutumia intaneti umbali wa mita chache tu wakati mlipuko mkubwa ulipotokea.